Yupo mama mmoja iliripotiwa ametekwa, na yeye mwenyewe aliyetempti kuita vyombo vya habari kuzungumzia utekaji wake, na alipelekwa mpaka kanisani kwake, huko akasimamishwa mbele akaeleza jinsi alivyokuwa ametekwa na hao watekaji. Na mimi kwangu mimi mwenyewe pia aliletwa hapa kunieleza, nikaita kamati ya usalama, akakaa mbele ya kamati ya usalama ya mkoa kueleza jinsi alivyokuwa ametekwa. Alisema baada ya uchaguzi, siku moja baada ya uchaguzi, tarehe thelathini asubuhi, saa tatu alitekwa na watu wasiojulikana, yeye mama na mtoto wake mwenye umri wa miaka mitatu. Akaeleza alipelekwa kusikojulikana, akafungiwa ndani ya nyumba na watekaji wakawa wanadai hela kwa mume wake, ambaye mume wake ni, ni mstafu wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Sasa baada ya kupata tukio hilo, ilibidi kufanya uchunguzi wa kina na alituambia mle ndani wapo waliotekwa wengi, akiwepo baba mmoja ambaye alikuwa ametekwa, ametekwa naye akiwa naye mle ndani, walimuua akiwa anaangalia yeye, mama alipokuwa anatueleza. Baada ya yule mama kukataa kutoa, yule baba kukataa kutoa hela na kukataa kutoa ushirikiano kwa watekaji, alitueleza kwamba aliuawa, alichomwa kisu kifuani, baadaye wakamburuza akaenda kuzika anapokujua sasa mnaweza mkaona tukio hilo si tukio dogo, kasema sasa, kama basi kuna matukio ya namna hii, hii ni hali ya hatari. Kwa hiyo ilibidi tuweke intelijensia kali sana kufanya uchunguzi wa kina kabisa. Yule mama tukaje kukuta hakutekwa, aliamua kutumia njia hiyo kumlaghai mume wake kutoa hela, na alijipatia hela kwa njia ya namna hiyo. A, yeye alisema ametekwa. Baada ya kuachiwa alienda kuripoti polisi utekaji wake, na akaja kuripoti mpaka kwangu, akaongea, nikaita kamati ya usalama, akaeleza jinsi alivyokuwa ametekwa na alipokuwa amepelekwa, akaeleza kanisani kwake jinsi alivyokuwa ametekwa. Kwa kweli ilibidi tuweke mguu chini kufuatilia jambo hilo, na hatimaye tukakuta alikuwa amesafiri ameenda Urambo na kwa sababu alitufanyia jambo ambalo si jema, na mimi nikasema hatuwezi kumnyamazia. Tukakuta alikuwa na bwanake ambaye sio mume wake tena, bwanake hakuwa mmoja, walikuwa watatu, ambao yeye alikuwa anajua namna anavyoshiriki nao katika kipindi chote hicho. Alichokuwa ameripoti ametekwa, alikuwa kwa waume zake hao watatu, ambao amewapangia ratiba mmoja baada ya mwingine na mume wake, baada ya kumkamata na hao mabwana wake wote watatu, tuliwakamata. Na hao ambao wali attempt walisema kwamba waliokuwa wamewaandaa kama ni watekaji, tuliwakamata wote. Waliokuwa katika mzunguko huo wote tuliwakamata, na tukamwonyesha mume wake mbele ya kamati ya ulinzi na usalama kwamba hawa ndio wanaume wenzio waliokuwa wamemteka mkeo, na hela ulizokuwa unatoa walikuwa wanagawana hawa. Hao wote wapo, wapo mahakamani, kesi inaendelea na naamini pia haki itatendeka. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi, bahati nzuri aliwaita nyie kuripoti utekaji wake. Kwa hiyo nimeona nitolee, kamanda wa polisi alitoa ufafanuzi lakini nitoe ufafanuzi wa namna hiyo, hakuna mwananchi aliyetekwa katika mkoa huu wa Tabora na hakuna atakayetekwa. Kwa hiyo kila kila kila mwananchi yupo salama, vyombo vya ulinzi vina kazi ya kuwalinda na kuwapa uhakika wa kulala na kuamka wakiwa salama bila tishio la aina yoyote.